Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, wanafamilia mgane, ndugu wote na marafiki, wakazi wote wa hapa Itumbi, na wapeni pole, pole sana. Nipata taarifa za msiba huu kutoka kwa rafiki yangu Makene, lakini ya pia kwa rafiki yangu mwananchi, kwa mama alikuwa amefariki sasa. Naomba nichukue nafasi hii kuelezeni ya kwamba anayeweza kuwapa faraja ya kweli ni Mungu mwenyewe. Na huko mbinguni leo tunapoongea na nyinyi, wala hakuna huzuni mbinguni, kuna furaha kwamba Katarina amerejea nyumbani. Kwa hiyo niwaombe sana wa familia Makene pamoja na wengine wote mwendelee kumtegemea Mungu kwenye suala hili. Nishayapitia haya masuala mara nyingi, naelewa ni kiasi gani inasumbua inapotokea, lakini ni vizuri sana kumtumaini Mungu maana iko ahadi ya kwamba baada ya tukio hili kuna maisha mengine yanafuata. Basi tuliyobaki hai tujifunze ya kwamba tunao muda mchache mbele yetu wa kuishi, na hivyo inatupasa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu wetu, ili usiku tutakapopumzika tupokelewe vizuri mbinguni na tuache alama hapa duniani. Poleni sana, namwombea marehemu apokelewe vyema mbinguni